Bingwa, bingwa, nisikilize kwa makini. Haya sio magari yako. Audi, second one. This one. Oh, no. <laughs> Hey, hello, oh, no. We nani? Steve, mwausi nisikilize. Sio kila siku ni kushuti tu. oh, no. Mwanadamu hataishi kwa kushuti. Unanichanganya mimi. Skia, skia bro, kata sim, kata sim, kata sim, sina muda. Buza ndo wapi? I don't know, buza bro, kata. Damn, bro. <laughs> Love, mwezi wa mapenzi, acha kushuti. Eh, tarehe kumi na nane mwezi wa pili pale Mbani City atakwepo Leonardo na surprise nyingine nyingi yani. Eh, <laughs> E, e, Kata simu sio kila siku please, please. <laughs> Shida nini, dad? Jamaa yule na ntena <laughs> eh, kama nani, nani? Lola. Lola, nishakwambia nishachana mama yako. hey, ya party mwanangu <laughs> hey, asewe piga picha, nimeachana mama yako, nimenunua gari mbili. Hello. na mpango nimrudie tena, nimwache niongeze mbili nyingine ziwe nne, ila sikunji hmm.